Mfahamu Baba Mtakatifu Leo wa kumi na nne, mchungaji wetu Baba Mtakatifu kwa wakati huu. Katika siku ya Alhamis tarehe 8 mwezi Mei mwaka 2025 majira ya saa moja na dakika kumi jioni wa saa za Roma, moshi mweupe ulipaa kutoka kwenye paa la Sistine Chapel ni ishara ya uchaguzi wa baba mtakatifu mpya. Kardinali proto kardinali Dominike Lamberti alijitokeza kwenye balkoni ya basilika ya Mtakatifu Petro na kutangaza kwa Kilatini, anyunsio vobis gaudium manyo habemus papa eminentissimum akreverendissimum dominum kwa mara ya kwanza katika historia ya Kanisa Katoliki, Marekani alichaguliwa kuwa Papa akijichukulia jina Papa Leoni wa kumi na nne.

Robert Francis Prevost alizaliwa tarehe 14 mwezi Septemba mwaka 1955 huko Chicago, Illinois, Marekani. Alijiunga na shirika la Augustino mwaka 1977 na na kuweka nadhiri zake za milele tarehe 29 Agosti mwaka 1981. Alipadrishwa tarehe 19 Juni mwaka 1982. Baada ya masomo ya juu ya teolojia na sherehe za kanisa, alitumwa kama misionari nchini Peru mwaka 1985, ambapo alihudumu katika eneo la Chulukanas. Licha ya changamoto na vitisho vya vikundi vya waasi, alibaki imara na waamini wake, akiwahudumia kwa upendo na majitoleo makubwa. Aliwahi pia kuwa mkuu wa shirika la Waagustiniani kwa muda mrefu. Baada ya miaka ya huduma nchini Peru, aliteuliwa kuwa askofu wa Chiclayo mwaka elfu mbili na kumi na tano. Alipata uraia wa Peru mwaka huo huo. Mwaka 2023, elfu mbili na ishirini na tatu, Baba Mtakatifu Francisco alimteua kuwa prefekti wa dikasteri ya maskofu na rais ya tume ya kipapa kwa ajili ya Amerika ya Kusini aliteuliwa kwa kardinali tarehe thelathini mwezi Septemba ishirini ishiri na tatu. Katika nafasi hizi alihusika moja kwa moja katika uteuzi wa maaskofu na mageuzi ndani ya Kanisa, akisisitiza umuhimu wa wachungaji kuwa karibu na waamini wao. Baada ya kifo cha baba Mtakatifu Francisco tarehe ishirini na moja Aprili ishirini ishiri na tano, makardinali walikusanyika kwa ajili ya kumchagua mrithi wake. Tarehe 8 mwezi Mei 2025 kardinali Prevost alichaguliwa kuwa Baba Mtakatifu mpya akijichukulia jina la Leoni wa kumi na nne. Katika hotuba yake ya kwanza alisema, La pace sia con tutti voi. Ndugu zangu, haya ni maneno ya kwanza ya Kristo mfufuka, mchungaji mwema aliyetoa maisha yake kwa ajili ya kondoo wa Mungu Salamu hii iingie mioyoni mwenu, kwa familia zote na kwa mataifa yote. Kwa kuchagua jina la Leoni wa kumi na nne, baba mtakatifu mpya alionyesha nia ya kuendeleza urithi wa papa Leo wa kumi na tatu, na hasa kufuatia yule wa kwanza kabisa ambaye alijulikana kwa ujasiri wake wa kukutana na Atila mfalme wa wahuni na kumshawishi kuacha kuvamia Roma. Jina Leo linaashiria ya ujasiri, ni simba na ashiria hekima na uongozi wa kiroho katika nyakati mbalimbali mbali za changamoto. Baba Leoni wa kumi na nne ameweka mkazo katika huduma kwa maskini na waliotengwa. Ameanzisha siku ya kimataifa ya maskini wa kijijini kuanzia mwaka ujao wa 2026 lakini pia utunzaji wa mazingira, amefungua idara mpya ya mazingira na haki za uumbaji, akihimiza dunia kuhusu mabadiliko ya tabia ya nchi. Pia amefanya mageuzi kidogo ya kanisa. Ameendeleza mageuzi yaliyoanzishwa na Baba Mtakatifu Fransisko, hasa katika masuala ya haki za kijamii na uhamiaji. Sifa za Baba Mtakatifu Leo wa kumi na nne ni mchungaji wa watu huyu, na anasifika kwa unyenyekevu na ukaribu na watu. Akiwa misionari nchini Peru, alijulikana kuwa karibu sana na waamini wake, kwa kweli alinukia harufu ya kondoo, akiwahudumia kwa upendo na majitoleo makubwa. Uongozi wa kiroho, amesisitiza kuwa askofu ni mchungaji, si manager, akihimiza maaskofu kuwa karibu na waamini wao. Pia ameonyesha msimamo wa wazi kuhusu haki za wahamiaji na umuhimu wa kanisa kujibu changamoto za kisasa. Ndugu zangu, katika dunia inayokumbwa na migawanyiko ya kisiasa, maendeleo ya teknolojia na changamoto za kijamii, Papa Leo wa kumi na nne anahamasisha kanisa kuwa mwanga wa matumaini na mshikamano. Anasisitiza umuhimu wa mazungumzo, huruma na haki katika kujenga jamii yenye amani na upendo. Tuombe. E, Mungu Mwenyezi, tunakuomba umjaze Baba Mtakatifu Leo wa kumi na nne hekima yako, ujasiri na upendo wako katika kuliongoza kanisa. Mpe nguvu katika kushughulikia changamoto za dunia ya kisasa na umuongoze katika njia ya haki na huruma kwa watu. Tunakuomba umruhusu awe chombo cha amani, mshikamano na matumaini kwa watu wote. Tunakuomba kuomba hayo yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Mpache.